Ifahamu AI ya kizazi kipya 2026 na jinsi teknolojia inavyobadilisha kila kitu. Kabla tujaendelea, usahau kusubscribe gonga la makengele ili uweze kuwa mwanafamilia na kuweza kusikia video hizi kila inapotoka. Karibu kwenye video hii ambapo tunachunguza teknolojia ambayo tayari inabadilisha jinsi tunavyofanya kazi, kuunda content na kuishi kila siku, next gen AI 2026. Uh, Labda umesikia kuhusu AI kwa miaka michache iliyopita, lakini leo AI inaweza zaidi ya kuandika maandiko. Inatengeneza videos, muziki, animation, hata solution za matangazo magumu ya biashara na SaaS. Katika video hii nitakuonyesha teknolojia hii kwa undani, jinsi inavyofanya kazi na jinsi uweza wa kufanya na kutumia leo, ili kuongeza ufanisi wako. Uh, AI inavyobadilisha kazi zetu. AI ya kizazi kipya haiko tu smart, ni intelligent ntelienassisan ambaye anaweza kufanya kazi ambazo hapo awali zilichukua muda mrefu kwa binadamu. Kwa mfano, kuandika na kuedit content, AI inaweza kuandika makala, scripts, report au resumes kwa dakika. Unaweza tu kuweka maelezo machache na AI inazalisha version ya mwisho. Hii inapunguza muda wa kazi hadi sehemu kubwa. Kunda video na animation. Ukiwa na description rahisi au Uh, ukiwa na description rahisi, AI inaweza kutengeneza video yenye visual transition na sauti. Mfano, unaweza kusema clearly a 30 second animation of futuristic city with flying cars, na AI ikatengeneza video hiyo tayari. Muziki na sound effects, AI inaweza kuzalisha soundtrack na, eh, na jingles za matangazo kwa sekunde chache bila composer. Productivity tools, AI inasaidia kupanga agenda eh, kuanalyze data hata kushughulikia core issues. Hii inamaanisha unaweza kuwa na assistance wa kila wakati anayefanya kazi yako kwa haraka na kwa ufanisi mkubwa. Eh, mfano teknolojia ya AI leo. Uh, hebu tuchunguze baadhi ya tools za next gen AI zinazopatikana leo. Kuna GP, GPT 5 AI hii inaweza kuandika na kuanalyze data na hata kutoa solution za masuala ya science au biashara. Kuna Midjourney eh, 6 AI inayounda picha na, na network the haria jup kutoka kwaelezwa machache. Runway Gen 2 eh, AI inayounda videos animation na effects kwa sekunde, zote hizi zinasaidia watu content creators na makampuni kuunda vitu vya bunifu kwa haraka zaidi bila gharama kubwa. Mfano, content creator anaweza kutengeneza video kwa wiki kwa kutumia AI kitu ambacho hapo awali kingekuwa siku kadhaa. mm, lakini pia AI na lifestyle yetu. AI pia inabadilisha maisha yetu ya kila siku, smart assistants kama nilivyosema hapo awali. Sasa AI inasaidia kupanga kalenda uh, lakini pia kupende, kupendekeza ratiba bora, hata kukushauri jinsi ya kufanya budget yako, lakini pia health tech, mm, AI zinabaini afya mapema kama high, high blood pressure au stress levels uh, kama ambavyo simu mpya za za Elon Musk ambazo zinakuja sasa hivi zinaweza uh, kuna AI ndani yake au chip ambayo uh, inaweza kujifunza intelligence ya mtumiaji na um, kubaini mambo kama haya high, high blood pressure na stress, lakini pia entertainment, muziki, video na games, na zinabadilisha kulingana preference zako kwa real time, lakini pia fikra hii uh, fikra hii kwamba unakula breakfast na AI inakuambia ni chakula gani kitakachokufaa zaidi kulingana na afya yako na energy level yako kwa siku hii. Hii ni, ni ndoto tena na teknolojia ya leo. Lakini pia jinsi unavyoweza kuanza kutumia AI kwa sasa, unajiuliza mm, nawezaje kutunza na kuanza kutumia AI? Hapa kuna tua rahisi: chagua tools unaotaka GPT-5 kwa writings, Midjourney kwa visuals, lakini pia Runway Gen 2 kwa video. Andika maelezo au prompt kwa ufasaha. AI inahitaji mwongozo mzuri. Hariri matokeo um, madogo kidogo kidogo, kisha share au upload. Jaribu kuunganisha AI kwenye workflow yako ya kila siku, kuandika, kutengeneza video au kupanga schedules. Ukifuatilia hatua hizi, utakuwa umeanza kutumia Next gene AI kama mtaalamu lakini pia call to action, kitu cha mwisho. Teknolojia ya AI kizazi kipya haiko mbali, iko hapa hapa. Na inabadilisha kila kitu, kazi za ubunifu na maisha yetu ya kila siku. Je, tayari umeanza kutumia AI? Andika maoni yako hapa chini, usisahau ku like, subscribe na kushare kwa watu wengine wanaopenda teknolojia. Kumbuka kesho ya dunia ni watu wanaojua kutumia AI leo uh.